Wakati wakazi wakatubuka wakiendelea kulalamika kuhusu maji yanayoathiri makazi yao, lakini kupande, kwa upande wa Kibirizi wao wanalalamika kuhusu kujaa kwa maji kwa barabara inayoelekea mwalo wa samaki pamoja na bandarini. Bandari ambayo watu kutoka nchi jirani Kongo na Burundi huitumia katika shughuli za usafirishaji. Wafanyabiashara na madereva wameendelea kulalamika kuharibika kwa eneo hilo ambalo limekuwa likiathiri sio kwa wafanyabiashara na madereva tu, hata kwa wanafunzi wanaotumia barabara hiyo kuelekea mashuleni. E, kwa jina naitwa Rajabu Rajabub Rajabu, ni mkazi wa kata ya Kibirizi na ni mdau Sai katika bandari sisi tumepata athari ya maji haya, ni kulingana na miundombinu ya serikali ambao hawakutaka kushirikisha wananchi ambao wa tumeugua madhira haya ya haya maji hapa, na tatizo unaona, kuja kwa haya maji ni tatizo la bandari, walienda wakasukuma maji wakajaza kifusi, kile kifusi hawakwenda na mwenendo wa kifusi ambacho kilichotakiwa kujaza. Kwa hiyo wao kwa ufikirio wao kwa usomi wao waliosoma, hawakutaka kupata sisi ambao ni wenyeji wa walikusahau, kwa sababu sisi wenyeji tuliwaelekeza bandari hii, ili muiweze kupateni levo inayoanzia msikitini kwenda ziwani ndio bandari tofauti, tofauti na hapo. hii bandari ha leo, barabara hii imekatika katika eneo linaingiza pesa katika manispaa ya Kigoma Ujiji; ni Kibirizi, na katika wa, sehemu ambayo ina, ina mchanganyiko wa watu wengi ni Kibirizi na Kigoma. Lakini leo serikali imesahau Kibirizi. Kwa hiyo yu sisi tulikuwa tunaishauri serikali ije kwanza itengeneze hii barabara. Hii ni barabara mama, waje watengeneze hii barabara na wasimpe Mswahili, wampe Mchina ndio atayaweza haya maji, kwa sababu tunaona barabara aliyotengeneza Mswahili hapo haipo kabisa, lakini wakimpa Mchina hapa haya maji ya maji haraka sana kama kwanza tujilie sote. Kwa hiyo tunaiomba serikali ije iangalie hadha ambayo tulionayo, kwa sababu leo hapa Kongo Burundi, tegemeo lao ni hapa, leo wameshindwa kuwa wanaleta mizigo, maji hizi yamejaa bandari. Wanashindwa wataletaje mizigo? Kanijia maukua na njia yazi ilikuwa ni hapa na ndio njia ya mama ya kuingia hizi, lakini leo unalazimika kuzunguka hatua kubwa, yaani leo unatumia na ule kutoka hapa na kidao au mkogo ili kuingia unaweza kuona kama ni kiasi gani ambao tunaipata. Hapo zaidi ya hapo leo, kama unavyoona, watoto wa shule wanavushwa wa kwa mtumu, watoto wadogo ambao hawawezi hawawezi kufanyaje, hawawezi hata, wanavushwa kwa mtumu, kwamba hii ni ahasha. Siku hapo tunakuja kuongea maafa. Serikali yetu naona na naamini na, na, kabisa moja kwa moja ina uwezo wa kutengeneza hapo, labda tu ni wakati au budget haijatoka. Lakini naomba kupitia chombo chenu tunaathirika sana. Naitwa Hamna Ramadhani Talangwa, ni mzaliwa wa hapa Kibirizi. Kama janga lilivyotukuta hili la maji, imeathiri sana watu wa Kibirizi, kwa watu wanaotumia barabara hii kutoka Kibirizi kwenda Kigoma mjini. Na hii ni barabara kubwa sana inayotumika kama bandarini, bandari kubwa kwenda bandari ndogo na hii ndo barabara yao kubwa sana wanaoitumia, na vyombo vya serikali pia vinatumika napita hapa hapa, mbali na raia. Kwa hiyo athari kubwa tunayoipata wananchi wa Kibirizi na hata tofauti na, na wananchi wa Kibirizi wote wanaathirika kwa janga hili la maji. Kama jinsi mnavyoona watu kuvuka ni kwa mitumbu, mwingine hiyo pesa ya kuvuka kwa mitumbu hana, kama vile mi dada yenu tumekutana hapa tayari nikwisha pandisha nguo nivuke maji ndiyo, eh Nimetoka hospitali. Kwa hiyo nafikiri na wenyewe wametulia wanasubiria kwanza hii hali ifanye nini ikate watakuja kulifanyia kazi siku za mbele ila tunaathirika sana kwa wastani. E, wanafunzi wakienda shule inabidi mzazi ampe shilingi 400 kwenda na kurudi akienda hivi avuke mtumbu kwa shilingi 200. Akitoka huku kwenda huku ampe shilingi 200 tena na bado nauli ya mtoto kwenda shule kwenye bajaji ni shilingi 100 kwa hiyo jumla ampe shilingi 1000 mwanae Haya, siku hiyo sasa mzazi hiyo elfu moja ana sijui, mtoto atakwambia siendi shule, sijui ni aje, yani <laughs> itabidi tu tunafukuzana hivyo hivyo. Nenda shule wewe, ukifika pale vua nguo zako zote, weka kwenye madaftari, beba mfuko mgongoni, uvuke tu mwanangu, uende shule. Siku zingine wakikutana na wazazi wenye imani, ndo hivyo wanaambia, haya wewe, jamani, msaidiani huyu mtoto ni mdogo wenu na nini, kama jinsi mnavyoona. Wao vijana, kila mtu na mawazo yake, basi ni hivyo tu. Kwa wafanyabiashara, yani imekuwa ni shughuli, wengine wamestopu kabisa kufanya shughuli zao humu Ndo lilikuwa eneo la wakina mama wanafanya biashara, wauza nguo, samaki, mboga, nini. Hamna hata mmoja humo, yani hata tujui kwa kweli walikwenda wapi. Kwa hiyo kwa upande wa sisi wananchi kwa hili janga, kwa kweli bila shaka, mi nafikiri serikali wanapata changamoto kubwa sana, na sisi tuwe na subira kwa hili lililotukuta, kama jinsi walivyokuwa wao na subira ni hilo tu. Wameendelea kueleza kuwa wakati barabara hiyo inaanza kutengenezwa, wazee wa eneo hilo waliieleza serikali kwamba eneo hilo limekuwa likiathirika na maji, hivyo wafuate maelekezo kutoka kwao wanapokuwa wanatengeneza barabara hiyo. Tunaomba serikali ofanyika na hii kazi hapa, wawa wacinwa hawawezi kufanya kazi ndio madhara watatuletea madhara makubwa. Kwa hiyo langu ilikuwa naisii itusaidie sasa hivi kua kwenye hadha, bandari imezama Nanduye, na ndio inaingiza mapato makubwa kwenye serikali yetu, kwa sababu katika mkoa wa Kigoma sehemu inayoingiza hela za tunaomba yani bandari no li Japo serikali imeonyesha juhudi za kufufua barabara hiyo kwa kuweka vifusi, juhudi hizo za kutengeneza barabara hiyo zimegonga mwamba kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika mkoa wa Kigoma. Kwa sababu mwaka huu huu si tulikuwa huu, ni mwezi wa ngapi? Ninafikiri, nakumbuka nilikutana na mwandishi ni wa habari kama tulivyokutana mimi na nyie leo, walinihoji kuhusu hii barabara na changamoto tunazozipata na watu walioathirika huko, nilijibu hili swali. Baada ya hapo, hakuisha hata wiki, yani serikali ilileta vifusi ambavyo ndio hivi hapa. Haikuisha wiki, mvua hiyo, vile vifusi vikawa vimepotea. Kwa hiyo nafikiri na wenyewe wametulia, wanasubiria kwanza hii hali ifanye nini ikate watakuja kulifanyia kazi siku za mbele, ila tunaathirika sana kwa wastani. Ni katika kata ya Kibirizi mkoani Kigoma. Mvua zinaendelea kunyesha katika mkoa wa Kigoma, zinaendelea kuathiri miundombinu kadha wa kadha, na hapo katika eneo la Kibirizi imeathiri barabara ambayo inaelekea kwenye mwalo wa samaki pamoja na bandari ambayo inatumika kwa safari za kuelekea Kongo pamoja na Burundi. Endelea kufuatilia doc ili kupata taarifa zetu ukweli na uhakika zaidi. Usao subscribe, comment, like pamoja na kushare. Mimi Hasan Kajaka.